Ndugu zangu katika Kristo, nyote ambao si bahati mbaya kwamba mpo katika nyumba hii ya Mungu kwa ajili ya kusubiri mabadilishano ya miaka, ni usiku wa shukurani. Miongoni mwa mambo yanayotaja ustarabu na utuwema wa mwanadamu ni hasa uwezo wake wa kushukuru, pale anapotendewa mema. Shukurani huonyesha kwamba tunampenda aliyetutendea mema. Shukurani huonyesha kwamba tunayajali mema tuliyoyapokea lakini, shukurani vile vile inamtia moyo aliyetenda mema, pale ambapo mema yake inapokelewa kwa shukurani. Sisi usiku huu tumekutanika mos kumshukuru Mungu kwa adhimisho la misa takatifu. Ilikuwa ni katika nyakati za furaha, miongoni mwa nyakati nyingi za furaha ambazo Mungu alimtunuka mfalme Suleimani katika shughuli zake za uongozi na kipindi cha kati cha ufalme wake, mazingira ambayo somo la kwanza linatoka. Maadui zake wengi waligeuka kuwa marafiki, na kulikuwa na amani shwari katika taifa tena ustawi wa kiuchumi nao ulikaa vizuri nyumba yake ilijaa baraka licha ya changamoto ndogo ndogo na alikuwa na desturi ya kwenda kumshukuru mungu kusali na kipengee cha somo tulilolisikia somo la kwanza kinaonyesha mazingira hayo ambayo mfalme na kusanyiko lote wako katika maombi na mfalme kishaongoza sala ya kuomba hatuambiwe aliomba nini, lakini akarudi na akawageukia watu kwa ajili ya kuita maneno ya baraka. Na kwa kweli katika hii sala ya pili Suleiman, tunaona anahesabu baraka ambazo Mungu amelitunuku taifa, na mwishoni mwa sala yake anatoa mwelekeo ambao taifa itabidi liufuate. Baada ya kuzihesabu hizi baraka ambazo Mungu amewapa, na ndio Sulemani ameanza na maneno haya: na yahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli aliyewajalia watu wake kustarehe. Muulize jirani yako, umestarehe mwaka huu? Mwambie basi angalau kaa kwa starehe kanisani. <laughs> Kwa hiyo akasema na ahimidiwe Bwana Israeli aliyewapa watu wake kustarehe. Akaendelea kusema katika yale yaliyo mahitaji yetu, Mungu hatukutupungukia lolote kama alivyoahidi kwa baba zetu, ndivyo ilivyo kwetu leo. Na Mungu amekuwa akiitetea haki ya mimi mtumishi wake na taifa zima. Anayoyasema hayo, kwa kweli tukiangalia sana strateji ya sala ya shukrani. Na Suleiman ilikuwa ni kuhesabu baraka ambazo Mungu amemtunuku yeye kama kiongozi na taifa lake. Unajua, miongoni mwa vitu vinavyozuia furaha kwa mwanadamu ni utovu wa shukurani, ingratitude. Na utovu wa shukrani unaanza pale ambapo hatuangalii mema ambayo Mungu ametupa. we are not looking for those who have got but we are concentrating for those who have missed. Ebu kaa muda huu, hesabu baraka zako katika usiku wa shukurani. Mungu amekupa mangapi katika mwaka huu? Kuna watu wamepata makoma watoto mwaka huu, piga makofi kwao. Kuna watu wameweza kuoa mwaka huu, piga makofi kwa Mungu. Kuna watu wamejenga nyumba mwaka huu hata wewe uliugua, ukapona, Mungu alikuponya. <coughs> Tena mwaka unaisha, bado uko kwenye kazi. Mwaka wote Mungu amekuwezesha kuja kanisani na kusali, lakini mwaka wote hata sasa Mungu kakujalia kupendeza. Aleluya, mwangalie jirani yako umwambie umependeza. Andiko nywele napokea kawigi, na macho napokea mawa. Na hesabu hata haya yaliyo madogo, haya ni Mungu amekupa, na upie hesabu haya, moyo wako unakuwa na shukurani na afya inakujia. Wanakonda wengi kwa sababu hawana shukurani. Umenumunika mzima kwa ajili ya dosari moja ya mumeo. Wenzako hawana waume <laughs> We kulalamika tu, wekulalamika tu, mkali huyo ana koroma huyo, sema hilo ni gitaa langu <laughs> Kwa hiyo hesabu baraka zako, ziwe kubwa ziwe ndogo, moyo wako uwe occasion in the situation of gratitude. Na katika mkao huo hakika hakika, furaha yako inakutikanika. Kwa hiyo hesabu baraka zako, na ndicho alichokifanya, alichokifanya Suleiman na busara hiyo, ndiyo tunayotaka tumuvu nayo. Fikiri wema ambao Mungu amekupa unapendeza wewe, una afya wewe, na kisha kuongoza kuyatambua mazuri haya. Kubwa sasa linafuata kama sehemu ya shukurani ya kutufanya tuendelee na Mungu, tuishi katika roho hiyo ya shukurani. Na ndiyo maneno ya mwisho anayosema, mioyo yetu na ikawe kamili mbele za Bwana, tukaishi na kutenda vile ambavyo Mungu ameongoza. Hakuna asante kubwa, hakuna asante kubwa ya Mungu kama kupeleka mtindo mzima wa maisha yetu kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tutende mazuri ambayo Mungu anatutenda, anatuongoza tuyatende, tuepuke mabaya ambayo Mungu ametukataza, tusiyatende. Kwa hiyo wema utawale vitendo vyetu, wema utawale fikra zetu, na kumhimidi Mungu kuwe ukweli wa maisha yetu. Maana yake Mungu atamalaki katika nyanja zote za maisha yetu: kauli, fikra, vitendo, kazi biashara uongozi. Kama wewe ni kiongozi, Mungu ainuke katika shughuli yako ya uongozi kwa kuwa mtu wa haki, kama ilivyokuwa kwa Sulemani. Kama wewe ni baba wa familia, Mungu ainuke katika roho ya ubaba, utumishi, sio kutamani kutumikiwa. Uibebe roho ile ile ya Yosefu, baba mlishi wa Yesu. Na kama wewe ni mama inua utukufu wa Mungu katika umama wako, saidiye baba, tie moyo, hudumia watoto, ukawe mshauri mzuri kwa baba, ukafupisha malalamiko kwa huyu baba, lakini ujue kumtia moyo huyu baba. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Sasa wewe baba, anakuja na neno lake zuri la upendo, sema baby, yaani leo nimeamua eh? kufanya mambo makubwa sana, na kueleza nia ya yangu. Mimi nataka kuwa rubani mwaka huu, nataka kusomea kurusha ndege hmm. singeanza kunirushia vocha kwanza kurusha ndege? Maneno haya ni ya kukatisha tamaa, sio wema. Tie moyo. Kwa hiyo tuende katika njia za wema, mioyo yetu iwe kamili kwa Bwana kutenda yanayompendeza Bwana na kuepuka yaliyo mauzi kwa Bwana. Baada ya kutazama upande huu chanya tunaofurahia, turudi katika upande ulio mgumu. Mungu anayetupenda pako mahali hatatengeneza, lakini ataruhusu maisha yetu yapite katika mapito magumu, mapito yenye changamoto ambazo pengine hatuzipendi. Lakini hizi changamoto no matter what, Mungu anazipa kibali, zinatayarisha roho ya ushujaa katika sisi na bila shaka katika maisha yako wewe mwaka huu umepita katika changamoto nyingi sana, na pengine ukijiangalia wewe kama sehemu ya jamii, unaweza ukahesabu changamoto nyingi, nazo ziko kubwa, na hata tunajiuliza tunapokwenda ni wapi? Ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Mungu anapotaka kutupeleka katika level za juu, anapitisha mitihani katika maisha yetu, mtihani katika familia yako mtihani katika nafsi yako mwenyewe, lakini inaweza ikawa mtihani hata katika taifa zima. Yusufu, Mungu anapotaka kumfanya waziri mkuu hampeleki Ikulu, anampeleka wapi? Gerezani. That is the truth. Na hali hiyo unaiona kila wakati, Mungu anapotaka kufanya kitu atapeleka mtihani hata Yesu anapotaka kuleta divai kule harusi ya Kana anawapa mtihani. Ateremshe divai juu, sema hebu mkasombe maji, mbebe mjaze kwenye mabarasi haya, haidondoki juu. Na hizi changamoto zinatayarisha mashujaa wa imani, mashujaa wa haki, mashujaa wa upendo. Katika somo la Injili tunakutana na ndugu mmoja ambaye alikuwa na mtihani mkubwa. Muulize jirani yako, umewahi kuugua? Muulize ushawahi kuchanganyikiwa? Huyu ndugu yetu huyu, yalimkuta na maradhi yake, yalikuwa ni kumilikiwa na shetani. Wako mashetani tunawatayarishia njia katika maisha, lakini wako mashetani, si uchaguzi wetu, ni uonevu wake. Sasa huyu amekuwa amepagawa na shetani anayemtesa, anapiga makelele, anatisha watu. Wangalieni hao wanaopiga makelele na kutisha watu, ni mashetani yao yanawaendesha. Wahurumieni, waombeeni. Sasa huyu kapelekwa kwenye mawe ajikatekate, huyu katisha watu kwa maguvu alionayo na pingu amezivunja. Huyu ametetemesha wote kwa kuto kukamatika kwake lakini siku zote yuko kupiga makelele milimani na porini na makaburini, ndio makao yake. Lakini kwa mbali hawa mapepo, hilo shetani linaona Yesu anakuja, anakuja. Muulize hmm, jirani yako, una pepo lipi? <laughs> wengine wana mapepo ya uongo, mtu anakurupuka tu anasema, unajua Ziwa Nyasa limehamia Omgolo, uongo. <laughs> Kutana na Yesu, neno linasema akaanza kulia na kutetemeka, tunakufahamu Yesu, mtakatifu wa Mungu, usitufukuze, utuache. Kwa hiyo unaliona hili shetani lilianza kuomba duru za amani na Yesu, tukae vizuri, amani, usitufukuze mnaoimba wimbo wa amani nyakati za tabu, mjue hata shetani anajua kuimba, lakini anauimba hali ya kwamba anatafuta utulivu wa kuendelea na hujuma, kuendelea na dhuluma, kuendelea kuumiza, anatafuta utulivu ambao harakati ya dhambi iweze kukamaraki. Yesu hakujibu kitu, lakini Yesu anajua amani anayoitafuta shetani katika makao mazuri na mimi ni amani ambayo imekumbatwa katika mwendo wa dhuluma. Na Yesu mwisho anamwambia ondoka, utoke. Maana yake nini? I speak language of justice, sitaki umtese huyu, ana haki ya kuwa huru, mwana wa Mungu, sitaki mwangamize huyo. Yesu anaongea ukweli wa haki ya uhuru wa huyu aliyeteswa ili amani ya kweli iweze kutamalaki, na analifukuza yanaomba yaingie kwa nguruwe, katika hali inayotuonyesha kwamba Yesu mpenda haki si mwenye amani tu, alithamini haki ya mtu kuishi kuliko vitu kuendelea kuwepo. Akawapa kibali, nendeni tu <laughs> na lenyewe likajisikia sawa, likaingia kwa mazulue yake moja kwa moja mtoni, na ndo maangamizi yake. Ndugu zangu mnaopigia upatu katika mazingira ya kutafuta amani, amani amani, jueni shetani anaweza kuimba amani kuliko wewe, ili aweze kuhujumu kwa uhurifu. Lakini amani ya kweli itaendeshwa katika magurudumu ya haki, kukataa hujuma Kukataa mauaji, kukataa uonevu, kukataa utekaji, kama wa huyu shetani alivyomteka huyu mtu na kumpeleka makaburini. Mara moja, huyu amekuwa huru. Mwambie jirani yako, kwa jina la Yesu nataka kuwa huru, nataka, nataka haki nayonipa amani. Nitapigania haki ili tubaki na amani. po toka Iringa nimekutana na ndugu mmoja ananiambia, hivi wimbo wa haki mwaupenda sana wa Katoliki, tunapotazama kule demokrasia ya Kongo sasa hivi na mapigano kule Goma, utaongea haki au utaongea amani? Sema sawa, hatuzuii watu kuimba amani, tunaipenda, lakini unajua utovu wa amani kule Kongo umetokana na haki ya watu kuondoka. Watu wamenyimwa haki kwa muda mrefu, na vurugu zimetokea, na hata wale utakaposema tunawapa amani kwa usuluhisho wa juujuu, kama haki haipatikani, hiyo amani ni kama amani iliyo katika makaburi. Hivi makaburi, nyinyi mnajua kuna utulivu sana, lakini kinachoendelea kule ni nini? Ni mauti, isn't it? Yes, lakini iko haki ndani ya, ya iko amani ndani ya yai linaloatamiwa, linapewa haki ya mama kuatamia. Uhai unaendelea kwenye yai. Kitanguliwa kipi? Kifaranga. Kwa hiyo tuitake amani inayoendeshwa katika magurudumu ya haki, na ndivyo Yesu anavyomwambia huyo shetani, I will not leave you peaceful unless I make sure that you render justice to this guy. Huyu ndugu amejikuta ana amani ya kweli. Na neno linasema, baada ya kurupushani hizo, Yesu amekuja ameidai haki yake. Sasa ametulia na amani yake, watu wanamwangalia, na Yesu anasema mimi sasa naondoka. Neno la yule ndugu yetu hapo, tuwekeze, anasema Yesu, naomba niwe na wewe. Yes my future is in you, you are the source of my peace, you are the source of my justice Haki yangu nimeipata kwako, na sasa nina amani. Lakini shetani huyu nadhani anaweza karudi nyuma, naomba Yesu, twende pamoja. Na huo ndio ujumbe wa kwanza mwaka mpya, mwambie jirani yako, anza na Yesu, anza na Yesu. Katika biashara yako na Yesu, katika mahusiano yako na Yesu. Katika ujasiriamali wako na Yesu, katika wako, na katika afya yako na Yesu. <coughs> mwaka mpya pamoja, pamoja na Yesu. Yesu ndio mpango mzima. <coughs> kwa Yesu amani Hata wewe uondoke na amani ya Yesu, lakini uwe mdao wa haki ya Yesu. Na kutakia mwaka mpya wenye furaha, na njia zako zikawe kamili kwa Bwana, na akahamidiwe ndani ya nafsi yako, na ujaliwe kustarehe na Yesu mpaka ushangae.